Sio muda wa kumbea mbea, huu ni muda wa tulivu mtu binafsi. Maana kuna uamsho kwenye familia, kuna uamsho kwenye huduma, kuna uamsho sijui uweje wejeamgati wengine, mtoto akifeli, shika fimbo, unapiga unapiga, wewe eh, unakosea kwenye moto mzinga, mama mchungaji, physics yes, mathematics yes, history yes, Kiswahili yes, unampeleka wapi? Yani ile mimi yote ile f f nikasema eh, hawa ita sana kuomba

na vyombo vya udongo, kazi ya mfinyanzi. Kwa nini? Walipotezea wapi thamani? Walipotezea wapi? Walifungwa wapi? Yeah. Kuko upate kukubali thamani yako itoweke. Walikuwa kwa thamani inalinganishwa na dhahabu sana. Kafra hatari <tuhi> wala Kwanza wa Petro sura ya kwanza na mstari wa kumi na nane sura <coughs> <Tula> ya ya kwanza mstari wa kumi na nane na kumi na tisa na nani fahamuni kwamba Tulikombolewa si kwa vitu vinavyoharibika, tulikombolewa si kwa vitu vinavyoharibika, wa fedha au dhahabu, wa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu, mpate kutoka katika mwenendo wenu wenu usiofaa usiofaa, uliopokea kwa baba zenu, uliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani, bali kwa damu ya thamani ya mwana kondoo aweta. <laughs> sana anakumalizia homu. Mwambie jirani ukajisomee homu, wakati wewe unaomba, Roho Mtakatifu anakusaidia, wenendo tuliopokea kwa baba zetu, vitu tulivyo vipokea kutoka kwa wa Hiyo ndiyo itakayotunza thamani yetu. Maana yake hiyo damu ni ya thamani hai, namishida chochote inapoingia kwenye maisha yangu, ile thamani ya maisha yangu, thamani ya watoto wangu, thamani ya ndoa yako, thamani ya afya yako, ile damu ya thamani inatunza, huko kwenye mapito inauisha damu ya thamani

Mchungaji, mwaka wa pili, na yeye ndio nikamkuta. Yule mtu wa kwanza, mmoja wa wale watatu, anachimba shimo, anaweka madawa ili akiruka, akirudi nyumbani asianuke tafu